Mekaa vizuri kwa wanaume, comment zenu ni nyingi sana. Una akili, unamuuliza mtoto kaenda shule, mbwa wewe eh. Jamani, jai kulipa ada, we bila kutaka, mwambia tu, usipoka sipokuja na ada tumpokee, akaa na nani hapa nyumbani? Sasa mimi tunaongea nini? awzakikana mtu ndo kujikuta unalewa tu tu, unamwitikia tu yes, nafikirie maisha yangu, kesho yangu inamchanganya Hivi na wewe umeshajenga? Kama dada wewe, kujenga... watu wanafanya vitu vingi jamani, watu wanafanya vitu vingi. mm. Kujenga ni jambo la heli na sio rahisi. thats why im recording. What are you recording? You recording, why are you recording for? Ukaposti YouTube upate viewers? Maana mimi ni kiki, ni Gigi bitch. If you wanna go viral, talk shit about me, bitch. What kind of viral? Una video like vizuri Gigy hivi? Kuna demu moja nagadvyangu akaongea ujinga sana. I like your fingers. Kama wewe unavitaka vikufanyaje? Nikamfanyia hivi. <laughs> Oh, watoto walusi wameshaenda shule Juma sana watoto wale. Leo Jumanne. Yo mitihani yake ni kesho kwangu, ikaage hapo mama. Hmm. Unaipenda kutukana hadi na kuogopa kukuomba picha nikikuona. No, no. Ngoja nikwambie, sipendi kutukana. I'm just a free soul. I don't know how to. Yaani mimi kama umependeza.

tafuta muda ukubali maisha yako, ili ukiona watu wanafanya maisha yao. Sisi kila mtu ni mlevi, nalikuwa naongea hapa. Tafuta muda, jitafakari maisha yako, focus, ujue unakula nini mchana wa leo, ili ukiona watu wameamka asubuhi kama hivi hivi. Kweli mlevi gani na kaa hivi? Walevi ni wamependeza, paka ongea, unajua hapa hamna kitu hapa, shamsho shongo, walevi tuna mshona ngenda kunywa pombe navoliva ilo wigi nalipakia lipstick. He? Mimi yani kweli niende kulea hivi. Nina kulea kama nimefiwa. Tena mambo. Nakupenda Gift. Ah, usinipende wala nini unachanganya. Yaani mwenyewe hapa Jozi nimetoka kumtumia boyfriend wangu message. Sina sababu hata tu niachane naye ili chochote kitachotokea cho nisije nikamuumiza au akasema mwanamke wake umeona kama ana data. Lakini kiukweli I feel kabisa I'm going to data. In this data is not 6G not random not Voda not Airtel is not Tigo, yani is the data is there, data is very close, yani ah, movies, I just want to be I just want to live my crazy life right. Unapata tu bwana mwenye hata unabadilika unakuota bana, wana nitapata kufanana na mimi kila. Mungu alisemaje, kila mtu atampa kufanana naye

Hizo ni content za watu, wow, ni baby wa fake life. Nita fake nini mimi? Mchana siju nakula nini na kwa nini fake? Usikuta hapa na vongea, kuna mbaba anaweza kanitumia huko hela au Msamaria mwema tu ikamwingia maneno yangu nikasikia mwama lako umesoma why should I lie why should I tell you I'm okay I'm okay kwa sababu I'm not ah the big shift na dai wala laki nane shule mbaki laki saba na nusu Michael ile mnabidi nimtumie hapa nilipokaa laki tano. Wewe ungekwasa. Sina deni la elfu hamsini la elfu mbili Lakinane lakinane hamsa hamsa hamsa. Huwezi kuchana nywele kitana kiingi. Baby, si unipe hapa chano. Unakuja lini? ni yombe chano, uone akipiti kama ni wewe, yani kama bomal amsang... no body can stop. Nywele zimefungana zenyewe, mawazo tu, nywele zinafungana. Tuone paja mamako duli, ana mapaja eh, ana manyonyo, ana tumbo Usikute na matako pia anayo makubwa, kamwambia kuonyesha na mapaji. Mama yako. Mchezaji mpira uko kwa baby, ananishinda ndiyo hivyo. Mimi siwezi. Let me tell, I can't date for money. Na even when I try to love you but if unaisi you give me something so bigger. Baby, kalale na hela yako iko jole. Ipange hapo ikununike. Mimi siwezi. Etikisati

Wewe chukua hela yako hapo lala nayo. Au unafikiri kwa nini mwanaume akibanwa na haja zake kweli kweli, tunaongelea mume wa mtu, wewe unayenitazama kama ni mwanaume na wanaume wote duniani tukiwaongelea. Au unafikiri kwa nini walokuwa Dubai, huko China, wote wewe njegele anakuona tenge tengelele tenge tengete tenge, tenge. Yaani mwanaa akisha kujua, anakuona tenge tu, anakuona unachekesha, una kichogo, anaona kama unako